The MP for Wajir, Wajir, East. Wajir East. Anaitwa nani? Uh, Daudi. Anaitwa Aden Aden Daudi Daudi Mohamed. Yeah. Now, this is where it gets interesting. Jamaa huyo unayemuona anaitwa Aden Daudi Mohamed ni nani? Usipojua jamaa uta-understand sheria mbaya uletwa na watu werevu. Hiyo ni kitu hujawahi jua. He's a lawyer. Yeah. Not just a lawyer. Hmm. Jamaa in 1988, aligraduate from Kenyatta University na degree in what? Law. Economics, meaning anajua mambo yote kuhusu uchumi, unaona na tulikuwa tunasema economic growth and economic development, kumaanisha anajua vizuri kabisa. 11 years later, huyu jamaa aka graduate in Canada na degree nyingine in international, hapo ilikuwa econ aka international business development. Unaona jamaa vile ni mwerevu, ametoka ameenda majuu, ameenda kufanya degree ingine. In 2003, huyu jamaa aka graduate na degree fulani in the US inaitwa nini? JD. na unataka uangalie hii kitu sana. Hii JD ni juris doctor, inaitwa juris doctor. Kama ujafanya degree yoyote unafanyaga undergrad ya law inaitwa LLM. Lakini ka ulifanya ka ulifanya degree already uko nayo, unaendaga unafanya juris doctor. Now there is something very special veia na huyu mtu alifanya hii kitu. Unajua anafanyanga kazi wapi? Mtu alifanya juris doctor, mtu uko na juris doctor, anafanyanga kazi where deep knowledge on legal issues is an asset. Obina, nataka uangalie that is, that is how it is defined internationally. Yaani ule jamaa anafanya kazi mahali knowledge ya sheria, na si na si hii sheria ya kawaida hii ati Obina amfanya makosa mshiki, hapana, wale watu wanatengenezanga sheria kwa dunia wale watu tengeneza zile contract mbaya. Unaona zile contracts zenye wasanii, uliatu, ulipewa. Ah, watu hutengeneza ma-contract ya vitu kama masoni. Unasikia ati msanii wa Kenya alisign contract. Alafu anashangaa, ai bana, tena wamechukua vitu kama wa zangu zote. Ni hawa wasendi utengeneza hizo vitu. Wacha, in 2007, ujamali graduate from KSL. Sasa akaweza akakuwa admitted to the bar as the, as a, an advocate of the High Court of Kenya. Sasa anaweza practice in Kenya. Unaona tuna deal na nani? Nataka nikuambie ujamani nani? Wacha niilete home, sijui nitakuleteaje home. Ujamani, kama ile movie ilikuwa inaitwa Money Heist, yeah. Ujamani kama profesa, kama vile profesa alikuwa mwerevu. U jamani kama Walter White kwa Breaking Bad, bd ujamani kama Saul Goodman kwa Better Call Saul, ujamani kama Scofield, Michael Scofield kwa Prison Break, ujamani kama nani? Ni kama kwa ile last election, mnakumbuka last election ya 2022 kuna jama ilikuwa inasemekana alikuwa Kenya alikuwa anaitwa nani? Jose Camargo. Mnakumbuka hiyo jina? U jamani kama huyo. Like these are people who wako na uwezo ya kufanya damage na waende na msiwai notice do mpaka siku yenyewe, sasa mtaanza kufeel hiyo damage. So ndio maana tunajibu nani? Ukishajua ni nani alitengeneza sheria ama ni nani alifanya kitu fulani, utajua una deal na na na nani? So nilikuwa nataka ujue hiyo. Why? Kwa nini, kwa nini, kwa nini walitengeneza hii sheria sasa? Hawa si walisema ah, hii ndio sababu tunatengeneza, tunaleta, tuna haya mabadiliko. Okay, akasema bina, tulifanya mabadiliko ngapi? Alisema alikuja kwa kitu waliwambia, hata sikutaka kumsikiza. Alisema they, they changed on the child pornography uh -huh. um, they changed on cult, cultism uh -huh. mambo ya madini dini uh -huh. um, There was one more there was one more there were just like three areas that he spoke about You cult. He lied. So, the amendment. number one isi ndio changes isi ndio mabadiliko walileta